Kwa wakenya wengi habari za kuwa wanasiasa huenda kwa waganga na wachawi wakati wa kampeni ni jambo la kawaida, ila taarifa hizo hubaki tu ni hekaya. Lakini hali ilikuwa tofauti kwa aliyekuwa mbunge wa Webuye na mwenyekiti wa chama cha Ford Kenya. Musikari Kombo alipatikana na hatia mahakamani kwenye kesi iliyowasilishwa kotini kupinga ushindi wake. Mahakama iliambiwa Kombo alichanjwa na wachawi akiwa uchi akiwa amekalia ngozi ya kondoo na nyama kupitishwa katikati ya miguu yake. Hii ni simulizi ya jinsi Musikari Kombo, mmoja wa vigogo wa Ford Kenya, alivyovuliwa ushindi kwa madai ya kuhusika na ushirikina, kwamba wachawi walimlisha kiapo. Mji wa Webuye unajulikana kutokana na kiwanda cha kutengeneza makaratasi Pan Paper, ambacho kilipanua uchumi wa eneo hilo lililoko magharibi mwa Kenya, jimbo la Bungoma. Eneo bunge la Webuye ni ngome ya chama cha Ford Kenya na wanati wa eneo hilo ni jamii ya Watachoni, mojawapo ya koo za Wabukusu. Lakini kilichotokea mwaka 1992 kiliweka Webuye kwenye ramani ya taifa pale mbunge wa eneo hilo Musikari Kombo aliposhtakiwa kwa kuwalisha wananchi kiapo ili wampigie kura. Mwaka ni 1992 na kampeni za uchaguzi mkuu wa kwanza chini ya mfumo wa vyama vingi zimepamba moto. Chama cha KANU kinachoongozwa na Rais Moi kinaogopa kupoteza uchaguzi huo wa kwanza. KANU ikafanya kila juhudi kuvunja Ford. Ikatokea Ford Kenya iliyoongozwa na Jeramogi Oginga Odinga na kupata ufuasi na umaarufu magharibi mwa Kenya na Ford Asili iliyoongozwa na Kenneth Matiba iliyopata umaarufu eneo la Central Kenya. Katika eneo bunge la Webuye, Musikari Kombo wa chama cha Ford Kenya anakabiliwa na Joseph Maloba wa chama cha KANU. Na uchaguzi ulipofanyika Disemba 29 mwaka 1992, Musikari Kombo aliibuka mshindi wa kiti cha ubunge cha Webuye baada ya kumshinda mpinzani wake Joseph Maloba Welime. Maloba hakuridhika na ushindi huo na akaenda mahakamani kumshtaki Kombo kwa kile alichodai ni kutumia uchawi na ushirikina ili kumshinda. Kesi hiyo ilienda kotini kwa zaidi ya mwaka mmoja, na ilipokamilika Kombo alikuwa amebanduliwa na ushindi wake kutenguliwa kwa kile kilichodaiwa kuwa ni kutumia uchawi kushinda uchaguzi. Kombo alikuwa amehudumu kama mbunge wa Webuye kwa muda wa miaka miwili wakati mahakama ilipokubaliana na Joseph Maloba Welima kuwa alitumia uchawi kushinda uchaguzi. Majaji John Mwera, Emmanuel Okubasu na JP Mbito waliamua Kombo aliwalisha watu viapo na kuwatia uoga kinyume na sheria za uchaguzi. Mahakama ilimpiga marufuku Kombo kushiriki kwenye uchaguzi uliofuata kwa muda wa miaka mitano. Je, ilikuwa ni juhudi za serikali ya KANU kumpokonya Kombo ushindi huo? Joseph Maloba Welima alienda kotini na kumshtaki aliyekuwa msimamizi wa uchaguzi katika eneo la Webuye, Charles O'Hare, pamoja na Musikari Kombo ambaye aliibuka mshindi kwenye uchaguzi huo. Mwanzoni, Maloba alitaka ushindi wa Kombo uharamishwe lakini kutokana na kubadilika kwa kesi akabakia na ombi moja ambalo lilidai Kombo aliwatishia wapiga kura kwa kuwalisha viapo ili wampigie kura. Alidai Kombo aliandaa vikao vya kuwalisha watu viapo katika nyumba ya Ben Wafula wa kijiji cha Wabuhonyi. Nia ya kiapo hicho ilikuwa ni kuwafanya walioshiriki kuingia uoga na kumpigia kura katika uchaguzi mkuu uliofanyika Desemba 29 mwaka 1992. Malova aliwaleta mashahidi watano waliounga mkono kauli yake kuwa ni ukweli, watu walilishwa viapo. Aliwaambia majaji kwamba mnamo tarehe 26 Desemba 1992 alipokea taarifa kuwa watu walilishwa viapo ili wampigie kura Kombo. Jambo hili lilimkoroga akili haswa kwa sababu alikuwa ni mmoja ya wagombea kiti hicho alisema alimfahamisha mmoja wa wazee wa mtaa mzee Richard Njuya na naibu wa chifu wa kata ya Mkuselwa Patrick Hisa ili wafanye uchunguzi zaidi. Januari 10 mwaka 1993 Maloba alienda katika soko la Michimeru huko Sangalo Mashariki ambapo alipatana na Eli Hamala wakiwa pamoja na Simon Bileti aliyewaambia kuwa aliwalisha watu viapo ili kuhakikisha Kombo anashinda uchaguzi huo alisema kwake yeye huu ulikuwa ni ushahidi tosha na akaamua kwenda mahakamani kupinga ushindi wake Kombo. Shahidi Eli Hamala aliambia mahakama kwamba alikuwa mganga na siku mmoja mtu kwa jina Francis Wafula alimwomba kuwalisha watu kiapo maarufu huli ya shilulu ili wampigie kura Kombo. Mnamo Disemba 25 Bireti wa Mbire wakiwa pamoja na Francis Wafula na Eli Hamala walienda kwake Kombo ambapo walikubaliana wangelipwa shilingi elfu sabini kwa kutekeleza kazi hiyo. Kombo alidaiwa kulipa shilingi elfu ishirini kama malipo ya awali. Walitoka kwa Kombo wakiwa katika magari mawili hadi nyumbani kwa Wafula, mahali ambapo walifika mwendo wa saa mbili usiku hivi shughuli ya kuwalisha watu viapo ilifanyika katika nyumba ya Wafula. Na Wanyama akaambia mahakama kuwa walipofika nyumbani kwa Wafula, walipata watu wengi wanawasubiri. Waliondoka kwa nyumba ya Wafula na baadaye kurudi wakiwa na kondoo mweusi ambaye alitolewa kwa Bileti Wawire. Bileti alimuweka kondoo chini ya miguu ya Kombo na kisha kumpatia mchanganyiko wa madawa. Baadaye alimuua yule kondoo kwa kumvunja shingo. Baadaye walienda kwa nyumba ya Bileti ambapo walimchinja kondoo huyo, na Bileti akatwaa ngozi, matumbo na damu zikiwa zimechanganywa. Wanyama alisema kuwa alitandaza ngozi ya kondoo kwenye nyumba na kumwambia Kombo aikalie huku akiwa ametoa nguo zote isipokuwa suruali ya ndani. Alimwosha Kombo na mkorogo huo na kisha kumchanja mara tatu kwenye kifua na kumpaka mkorogo huo mara tatu kisha alimkata kidole chake cha shahada na kumtoa damu ambayo alimpatia Bireti kuchanganya na dawa ya njano na nyama. Wanyama aliambia mahakama kuwa aliwekelea matumbo kwenye kichwa cha Kombo ambaye wakati huo alikuwa amepanua miguu kwenye mlango, mahali ambapo pia alipitisha nyama ya kuchomwa kutoka nje ya nyumba hadi ndani katikati ya miguu yake. Kombo alisemekana kuchukua kipande cha nyama na kuapa kuwa atabakia kuwa mfuasi wa Masinde Mliro bila uoga hadi pale Rais Daniel Arap Moi angeng'olewa mamlakani. Waliomfuata Kombo walichukua kipande cha nyama na kuapa kuwa watampigia kura na kama hawangefanya hivyo, walikuwa wako tayari kufariki. Baadaye mchanganyiko huo ulimwagiliwa pesa na kisha watu kupewa kwa upande wake Wawire aliambia mahakama kuwa kiapo hicho kilinuia kumfanya Musikari Kombo kushinda uchaguzi. Ben Simiu Laini aliambia mahakama alinunua kondoo huyo kwa shilingi elfu moja ambapo alilipa shilingi mia tatu kwanza na baadaye shilingi mia saba alipomchukua. Shahidi Frojas wa Malua Mlongo ambaye alikuwa kondakta wa matatu alisema alisafirisha watu hadi kwa nyumba ya Ben Wafla kisha alimwona Kombo akiwasili na baadaye akatumwa kwenda kuleta pombe ya kienyeji. Baadaye aliagizwa kumchuna ngozi kondoo, na alipomaliza alimpeleka ngozi, matumbo na uchafu wake kwa matabibu wa kienyeji, kisha alikatakata vipande vidogo vidogo vya nyama. Tambiko ilipomalizika, watu waliohudhuria walipewa shilingi 30 kila mmoja, na kisha Kombo akaondoka. Mulongo alisema alikula kiapo na hivyo kumpigia Kombo kura. Kwa upande wake, Kombo alikana yote yaliyosemwa kumhusu kumhusu. You know, uh, then the saying it binds you. Kombo akaambia mahakama madai hayo yalikuwa ya kumharibia jina na wala hayana msingi wowote. Kombo aliambia mahakama kwamba kama Mkristo hakuamini kuhusu uchawi, urogi na kinga za kishirikina. Aliongeza kuwa alikuwa msomi ambaye aliposikia yaliyosemwa kumhusu alighafirika sana. Kombo aliambia mahakama madai hayo yalinuia ya kumharibia jina na hayakuwa na msingi wowote. Alikanusha kukutana na waganga hao kama ilivyodaiwa na hata kuwalipa shilingi elfu sabini kama ada ya kazi yao. Aliambia mahakama kuwa siku iliyodaiwa alikuwa amehudhuria ibada katika kanisa la Jeshi la Wokovu la Chebosi, na baada ya ibada alikwenda katika nyumba ya mkuu wa kanisa hilo kwa chakula cha mchana. Kombo alisema wakati huo wote aliandamana na John Wanjala Musakali, ambaye alikuwa ni meneja wa kampeni zake kwenye uchaguzi huo. Mahakama ilisikiliza ushahidi wa Profesa Simiu Wandiba ambaye alisema kiapo cha huli ya shilulu hutumika kukinga dhidi ya mapepo na uchawi. Wandiba alisema kiapo hicho hutekelezwa na wazee wenye umri wa miaka 60 na hufanywa kwa kutumia mbuzi na wala siyo kondoo. Mashahidi wengine walisema kiapo hicho hutekelezwa mchana na wala sio usiku na mnyama anayetumika ni mbuzi na wala siyo kondoo. Kiapo pia hakifanyiwi mtu ambaye alikuwa na afya bali walio wagonjwa. Kwa mujibu wa mahakama, ushahidi ulionyesha kuwa kiapo hicho kilifanyika katika nyumba ya Benu wa Fula na Musikari Kombo walihusika. Mahakama ilimpata Kombo na hatia ya kukiuka sheria za uchaguzi na hivyo kuamua kuwa ushindi wake haukuwa wa haki na ukweli. Kombo alipinga madai hayo na kusema kuwa serikali ya Moi haikumtaka ashinde na ilifanya kila juhudi kumwangusha mwanasiasa huyo ambaye sasa amestaafu. Alisema mmoja wa majaji alimkujia baadaye na kumwomba msamaha, huku akimwambia kwamba walishinikizwa na serikali kumwondoa kwenye uchaguzi nilimwambia kuwa yaliyopita sindwele na tuangalie ya mbele A lie is being told and being used that does not exist in my community. That was a burden, a very heavy burden on me. And over the years, of course, I've explained and explained and explained <laughs> I don't think the community believes in it. Even the man who went to court, uh,